Yeah, ni siku nyingine tena na mara nyingine tena ambapo mpenzi mtazamaji wa Zantime Media tunakukaribisha tena katika studio zetu za Zantime Media. Zantime Media ni kituo chako bora kabisa ambacho kinakupa kila ambacho unahitaji. Unaweza kusema Zantime Media ni full package channel ambayo inakuletea uchambuzi ya kinifu, makala pamoja na taarifa mbalimbali za kisiasa, kiuchumi pamoja na kijamii kama ilivyo kawaida wetu katika studio zetu, tunakuwa tunatembelewa na wageni na kupiga nao stori, tunabadilishana mawili matatu juu ya harakati zao za kimaisha pamoja na kazi zao. Na leo all the way from Dar es Salaam to Zanzibar tunao H squares ambao wako hapa ndani, watatueleza mawili matatu ambayo husiana wao. Bwana, karibu sana bwana, jisikieni mko nyumbani. Asante. Shukrani. Okay, kwa nini H square? Kwa sababu ndilo neno H square. Sisi kwanza ni mapacha na tunaitwa Hassani na Hussein. So tumechukua hilo hayo majina mawili tukatoa zile HH kabandanisha tukaweka moja ili tupatikane H square. Kwa maana kwamba double H by 1 H square. Okay. Hussein and Hassan. Uh, yeah. Right, eh? Yeah, exactly. Okay. Okay. Wajua vizuri. Okay, Hussein Hassan, yupi Hussein, yupi Hassan? Sura zenu zinaonekana nyote sawa sawa, ya yeah. Wanajua wengi huwa wanachanganyikiwa, lakini simple tu kwamba, sidhani kama okay, tumefanana kihivyo. Mimi naitwa Hassan, basi no, yangu Hussein, okay, no, Hassan na Hussein, so both side the h and the h, H square. H square yeah. So this is the H square crew ambao wanafanya music na leo wapo ndani ya Zantime Media. E, mngeweza kutuambia basi mnafanya muziki, yeah, muziki wa namna gani namna gani? Hebu turudi kwako Hassan, wewe nah. Ukiambua uchague katika kategori zilizotajwa ungependa aina gani ya muziki katika hizo, ah, kiufupi kwanza Mi mziki wote napenda, mziki wote kwa sina nichague mziki upi, lakini napenda sana bongo flavor. Unapenda sana bongo flavor. Okay, mtazamaji wetu ambaye anakutazama sasa hivi mona anajiuliza hawa H, H, H square wana, yeah, kitu gani pakeji yao ikoje? hebu tunaweza kupata kionjo hata kidogo, yeah? Unaweza kupata hebu, hebu fungua package tuone, kwanza kuna nini ndani. Ah, okay. mm. Mtoto wa mdini nishakwaga makini kukupenda wewe he ni wangu meni kanda kanda natamani tujenge kibanda na sidii umetoka na kanda ae

Tunasahau kama tumo kwenye program mazo kwa jikuta mzee, umeanza kula ngoma, sio wimbo yeah. <laughs> ah, yeah. ulioimba wa mapenzi hebu yeah. Mzee nikuulize mzee baba yeah. ulikuwa una support support, uwimbo vipi? mnatokea Tanga mzee yeah, yes, mapenzi yeah, alikozaliwa <laughs> <laughs> ah, okay mimi nakubali hiyo kwamba mapenzi yamezaliwa Tanga au ni ladha ya H Square Crew wakiwa ndani ya Zantime Media wametuonjesha kidogo burudani na wana kazi zao ambazo tayari zipo mkononi ila kwanza tuzungumzie maisha. Kwa nini mmechagua music? Eh, tumechagua music kwa sababu kwanza music ni life unajua, alafu music ni ajira, afu tunaifanya kama kazi afu burudani pia, so nahisi, tumehisi labda kwamba kupitia music tunaweza tuka yani tukatoboa ama tukana na kitu fulani baadaye okay. Namna balazi vipi muda wa kutafuta maisha na muda wa kupata wa kupata kufanya music, kufanya mazoezi au music ndo kazi yenu pekee ambayo inakupatia ni kipato mjini? Unakuawa na changamoto kubwa sana ambao tunaipitia pale ambapo a tunataka kubalance muda wa, wa kufanya kazi ya music, namaanisha mazoezi na, na utafutaji kwasa. Kwa hivyo tunajikuta muda mwingi sana tupo katika utafutaji, kwa sababu kwa sasa hivi hatuna sapoti yoyote. Ina maana tunapambana sisi wenyewe, inakuwa ngumu kwa kweli. Mazoezi tunafanya lakini kwa ku hamna uh, support yoyote yes. Mwanawake ni kusema kwamba hamna management ambayo inakusimamia ni pengine ambayo inakupeni uh, mwamko support, unajua uh, ile motivation, sometime pia management inahitajika. So kwa upande wenu nini, ni kusema kwamba hamuna management ambayo amba yeah, inakusimamia yes. Okay. So akitokea mtu akasema da, nimeona kazi za H square ama watu mimi naweza kuenda nao mjini, nataka kuingia nao makubaliano kuwa chini ya mbawa zangu, hapo nii mnasemaje? O, mna kipi cha kuwaambia watu? Support ya mtu fulani ili kutoa sehemu tulio na kutuweka juu zaidi. Kama yule ikitokea mtu ametokea kwetu ni jambo la kumshukuru. Okay. Nadhani wadau wamesikia kwamba ninyi hamna management ambayo inakusimamieni na mnahitaji support na mnahitaji kuwa chini management. Kwa hiyo wadau wameona, wadau wamesikia tunaamini kwamba wadau watajitokeza. Uh, music la in inspiration nii, nani aliwa inspire kuingia kwenye music? Uh, hakuna eza kusema hakuna, si wenyewe tulivutiwa tu na dunia yeye ya muziki, kwa tukajikuta tunapenda tukiwa wadogo, napenda kufanya music. So hatuwezi tukasema labda mtu fulani mtu fulani, amna, sisi wenyewe tumependa kazi ya muziki. Mimi mwenyewe nimependa mziki lakini role model wako nani? Ah. Maana tukisema labda uh, mimi labda nafanya interview, of course nitakuwa na role model wangu da nah? nikimuona fulani nasema jamaa anafanya kazi kubwa yani, je, nini upande wenu? Hebu nikija kwako wewe Hassan, wewe role model wako nani? Unasema bwana da mimi nah? nataka kuwa kama E, role model wangu ni pacha wangu, sina role model mwingine. kata baua yako okay. Kwa hiyo Tanzania ina wanamuziki wengi ambao yeah, wamepata mafanikio wa makubwa na ambao bado wanajitafuta pia. Uh, wewe kama H square, nikiuliza suala la uchokozi unaona no, Diamond na Kiba <laughs> nani unamkubali baada ya kusema kweli wote ni wasanii na ni brother zangu wanafanya vizuri pia lakini kuna mmoja um, anafanya vizuri zaidi kwa mtazamo wako maybe hapana sisemi kwamba kuna mmoja anafanya vizuri mimi naona wote wanafanya vizuri na nawaheshimu wote kwa ile swala wote wanafanya usiwe wewe unasemaje hapo ah bila shaka kuingia kwenye muziki sawa, braza Alikiba ameanza mambo wa Diamond ni vile sawa. Wote wanafanya kazi nzuri na wote uh, ni vijana wenzetu na wanapambana, na kila mmoja anapambana kwa hali yake. Kwa hivyo haina haina nani ya kusema kwamba huyu yuko zaidi ya huyu yuko zaidi ya huyu, tugombarishe bwana, no <laughs> kitu <laughs> ambacho we all know that kwamba mmetokea yeah. Mbagala. Okay. Na Mondi ametoka Mbagala, nadhani ametoka, yeah. Tandale, Tandale. Okay. Na muna ukaribu wowote labda na yoyote kati yao? Hakuna. Na ikitokea mmoja kati yao kasimali wa na wable akisku, hebu niandikieni ngoma, nachukuaje fursa? Unayo confidence ya kufanya hivyo Ebwana, well, hey, H Square ndani, yeah, uh, ya nyumba ambao tunapiga story kuhusiana na maisha ya music. Uh, changamoto gani mnakutana la nayo zaidi katika muziki wenu? Hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Changamoto ni nyingi sana hasa, ni unasemaje mzee, ah, ni kweli, nanunga mkono ndugu yangu alizozungumza. Maana unakuta ndio unaweza kwenda studio, unaweza kufanikiwa kupata visenti vyako kwa kurekodi ngoma, lakini kupata ngoma yako ina shida ubizo. Najua wao watu ambao tayari tuseme tayari wanaona kama nyinyi ambao mko chini, yaani kama hamna maana fulani. Unaweza pata visenti vyako, unaenda kurekodi ngoma usipate na inapotea hivyo ngoma, kwa changamoto ipo kubwa sana. Na mziki. Changamoto ni nyingi kwenye game lakini hope mtatoboa, na tunakuungeni mkono for sure, na ndio maana tumekuwa na nyinyi katika studio za Zantime Media leo. Uh, hawa ni H Square tunaye Hussein Juma Lukindo na Hassan Juma Lukindo, hawa ni twins. Ni mapacha ambao wameamua kufanya kazi ya mziki pamoja na leo hii tuko nao katika studio zetu, tunapiga nao story mbili tatu. Ah, mzee baba, umeoa? Ah, hapana, sijaoa. Ila una mtoto. Mama mtoto yuko wapi? Mtoto ameshaoa tayari ndio, yuko katika changamoto za maisha. Kwa hiyo mzee, tuseme una bahati mbaya, una mkosi au ni maamuzi? Siwezi kusema kwamba na bahati mbaya na mkosi, ila hiyo inatokea kwa kujua. Ni sometimes maisha yanapokuwa yanaenda, sometimes same plan na mtu mwingine anaona kwamba kama namchelewesha, si unajua, yeah. kwa kuchukua maisha mengine, basi na mwata chukue time okay. Kwa ile ngoma mlimwandikia huyu au nimetokea <Okay>. tu mistari kichwani imekoja mnaamua kuandika ngoma? Yes, imetokea tu Kwahiyo kwa sasa ni kwamba jimbo liko wazi wazi, wale warembo, skwea, jimbo liko wazi, naapa kaka, jimbo liko wazi, jimbo liko wazi kama aliko wazi. Mi bwana, nishaingia katika ndoa, ongea sana bwana, na mtoto mmoja, shukran, lakini mke wangu unajua tena, maisha zungumzia maisha, mingine anataka maisha ya juu, sio kutoka huko chini, na familia na nini. Tushaachana, ila tumebahatika kupata mtoto mmoja wa kiume. Okay. <laughs> yeah. Yeah. Ah, vizuri. Kwa hiyo ni kusema kwamba majimbo yako wazi, anaotaka kugombea achukue, achukue fomu na uchambuzi unaendelea vizuri. Kuna eh, kaka moja aliimba wimbo mmoja legend mmoja nasema maisha na muziki ndio, yes. Eh? Yes. kwa hiyo eh, maisha na muziki, na nyinyi mnafanya music na huku mkiwa mna haso. Yeah. Oh, of course, eh, mna haso kutafuta Mama, yes kutafuta salari <laughs> kwa hiyo, mna balansi vipi muda <tunyum> abau atuakma hivi, lakini kama anajipelekesha puta mwenyewe, yani nafanya muziki hata huko huko huko hausimamiwi <tipi> lakini pia unasimamiwa, na maana utakuwa unafanya kutokana na uongozi unavyotaka. Kuna mama hapo katika utafutaji na mziki na sukuma kete. Ok, na bana na maswali kidogo ya kuchokozi <tip> Producer mkali zaidi Tanzania ambaye nyinyi mnamkubali na namba mrahisi kusema, leo nikipata nafasi ya kufanya ngoma, basi nikifanya ngoma na producer huyo hapa basi da mina, na minaimani na natoboa watu Zombie. <laughs> Uh, <njizori. laughs> ah, okay. Kwa hiyo producers zimekuwa rahisi kusema, lakini hu the best artist kati ya King Kiba na Mondi kidogo pakawapa zito utofauti ukali. Ni vizuri, kuna ngoma ngapi ambazo mesha rekodi mpaka sasa? Okay, za kwenu mko na nyimbo mbili, zipo mbili, demo ziko kama nne uh, ambazo hizo bado hazijakaze kamilika. Okay, katika industry ya mziki wa Tanzania mziki unahitaji hela. Yeah, sawa sure. Ah, eh? na nyinyi bado hamjapata management ambayo inakuwezesheni. Ukiangalia mziki wenu mnaiona wapi kesho yenu ya mziki? ya mziki ili tuione kesho yetu ya mziki ndio kuonesha njia, u njia bado tunaitafuta Akutibubu fesho, akutibubu kwa mna, mna yona. Yeah. Okay. na yeah. matarajio yenu of course, kwa sababu kila ukiwa unakaa unasubiri atokee mtu akushike mkono, lakini na muda unakwenda. Eje nakwenda hii, nyinyi mnaichukuaje challenge ya namna hii? Hapa ni kupambana kwanza wenyewe, kwa sababu wanasema mkono mmoja haupigi ngoma, nikama alivyosema mwanzoni kwamba support inatakiwa, lakini nje na support natakiwa sisi tuangalie kipaji chetu ama future yetu tunaipeleka vipi, au tutaitafuta vipi? Tupo kama tulivyo, H Square tunapambana wenyewe, tunapambana tunapambania mziki wetu, tunapambania kipaji chetu. Akitokea meneje sawa, lakini sisi badu, tuna, bado. Mnapambana naye anasema kwamba mapambano hayaishi, kila siku ni siku ya kupambana pia. Uh, katika ngoma mlizoshirikishwa mmefanya na msanii gani? Ni msanii mmoja, ni wasanii tofauti kwa ngoma zote mbili. Ya, mm. Ni wasanii tofauti na mimi, mimi kama mimi imeshirikishwa ngoma moja ambayo tumefanya mimi ye na kuna jamaa moja ivaita Jimax Limuha, lakini ikashirikishwa ngoma mbili na msanii mmoja ambaye yuko Njombe ni mwalimu wa chuo liachuo pale ndo nametengeneza nyimbo lakini tumetengeneza okay. Si wasanii wakubwa ama wanajulikana, underground tu okay. na katika ngoma zile ambazo mmerekodi, inaitwaje? ya kwanza ambayo tumeshirikishwa inaitwa Nitafika. maisha hiyo. Hebu okay, tunaweza kupata kidogo tukaisikia hata kwa uchache yeah. Nazidi kaza za mwendo mdogo mdogo, nitafika asehemu ya kinyonga hey ndogo ndogo utafika, ah, eh, eh, oh, oh, oh. Yaani hiyo ni chorus okay, yeah. yeah. mdogo mdogo tafika yeah. na of course mdogo mdogo kweli tutafika. Uh, tupo katika studio za Ten Media tuko na H Square Hassan Lukindo na Hussein Lukindo ndani ya nyumba, tunazungumza mengi yanahusiana na, na maisha yao na uh, haso zao katika game, katika music uh, ikiwa utapata fursa, msanii gani ungependa kushirikiana naye katika kufanya msanigia, bana, bana, mina, kazi zenu labda y kuna msanii anasema bwana mimi nataka nataka kwa mtu anasema bwana mimi naweka fungu mezani kwao mimi fanyeni kazi tafuteni mtu ambaye wa kufanya naye featuring ambaye nyiwe mnamkubali lakini labda vengine kuna msanii wa ndoto yenu, pengine unasema huyu mimi kufanya naye ana jikubaliatia tumepata okay, uh, kujua mengi yanahusiana na maisha yenu yanayohusiana na mwelekeo wenu kimziki, na tukiwa tunaelekea ukingoni mwa programu zetu hii ya, ya leo, hebu mungekuwa na chochote cha kuwaambia wanaokotazameni fans wenu ambao labda ungeweza kusema bwana eh, mimi nina shout out ya namna fulani kuwa nataka kuwapa. Hebu tukikupa hiyo fursa, hebu tu unataka kuambia nini washabiki zako? Yeah, kwanza nawapenda sana na tunaomba endelea kutusupport endelea kutukia nguvu kwa sababu bila wao sisi hatupo, unajua na bila sisi vilevile hawana burudani sometimes. so, mziki kwa sababu muziki ni burudani kwa wote. Hivi vile nazidi kuwaambia wakazi, naona kwa sababu wengine hapo mitani kule vijana wetu, mbona wanaaswa kama sisi, kazi ni kupambana na kila naye pambana, kila naye force, kila naye hustle, kesho yake mafanikio. Kwa hiyo kazi sana, na tuzidi ku supportiana, tuzidi kuombeana kwa Mungu na kila kitu. God bless. Ah, okay. Hassan, una kipi cha kuambia fans wako bwana? Kikubwa ambacho nataka niwaambie mafanzi wangu kwamba kikubwa zaidi, kwanza sapoti, tunaomba sapoti yao, e, tunaomba ushirikiano wao, dua zao pia, na watarajie vitu vizuri sana kutoka kwetu, mziki mzuri wanaupenda wao, wataenjoy ya, sina mengi ya kupamba, lakini ndo kama hivyo, wasubiri kwamba vitu vizuri vinakuja. yeah, vitu vizuri vina, vina kuja. Ah, bwana, mimi ni kushukuruni na pia usichoke kututembelea Zantime Media. ni chimbo mon no, ni chimbo moja kubwa la wasanii ambalo linachimba madini kweli kweli, kwa hiyo yeah. Kwe, msione shida kututembelea tena, time mna mna jambo la kutaka kuwafikishia wananchi, basi fikeni kwetu Of course, tutapata muda story ambacho, um, wa kupiga stori na mtapata kushare kile ambacho mmeamua mnataka kukifikisha. Mpenzi mtazamaji wa Zantime Media, hadi hapa ndo tunafikia mwisho wa programu yetu. Mwisho wa programu hii ndio mwanzo wa programu inaokuja. Kwa hiyo endelea kutatazama kutusapoti kwa kusubscribe na kulike.